Tumelipa compensation kule Kigamboni ya aridhi, wawekezaji wanakuja kujenga, wachina kebandari. Kitu cha ajabu sana duniani hakijawahi kufanyika cha kipumbavu. Bilioni mia moja na kumi na tano waliolipwa kule Bagamoyo, kama wapo wakazi wa Bagamoyo inawezekana hawafiki ishirini watu ni wa mjini humu na wala hela hizo zimepotea. Na wawekezaji hao wanakuja na masharti ya ajabu, ni ya kichaa tu anayeweza kuyakubali. Anakwambia akijenga bandari pale, uhakikishe uendelezi bandari yoyote kutoka Tanga mpaka kusini Mtwara. Maana yake you are not allowed to construct any port Dio masharti wanataka. Ukishawapa pale, uruhusiwi hata kwenda kucollect revenue TRA, mnaisema yuko hapa, hairuhusiwi kukanyagwa pale. Mkishafanya wakishafanya investment, wanatakiwa uwape guarantee ya kwanza bila kuwauliza miaka thelathini na tatu. Lakini ah, ndio nawaeleza sasa. Lakini unatakiwa uwape i tofauti na sheria za nchi for 99 years, na huruhusiwi hata kwenda kumuuliza atakaye kwenda kuwekeza pale, na wao wawe na mandate ya kuichukua hiyo eneo kama ardhi yao, lakini mnatakiwa mlipe compensation ya kazi watakayoifanya ya kudrag, kuchimba ile bandari. Masharti mengi ya ajabu hiyo najaribu kuzungumza haya ili kusudi sisi wa Tanzania tumechezewa mno miaka mingi, we are supposed to change, na watu wamekuwa wakizunguka wakizunguka, they do a lot of lobbying. Lakini ni nchi gani hiyo ambayo unajenga bandari ya Dar es Salaam tuna, tunachimba sasa hivi kutoka beti zero mpaka namba kumi. Kwa gharama ya trilioni moja pointi mbili. Tumekopa fedha, tumetumia fedha yetu na kontrakta yupo na inawezekana at the end of this year watamaliza, tutakuwa tunapata mizigo karibu mara tatu zaidi ya mizigo inayoingia leo. Unakwenda tena una, una dampu hela pale Bagamoyo, maana yake si unaiua hii bandari ambayo imeachwa na Nyerere. Tumeshabinafisisha maeneo karibu sita kwa kuwaweka sitaki kuwataja, ninyi mnajua sasa. Mambo mengine ni kufikiria tu. Sasa bandari ya Tanga tunaiendeleza ili mikonge ya ndugu Shamte iwe inasafirishwa vizuri. Tumefanya lobbying kama nchi, lile bomba la kutoka Hoima mpaka Tanga, bomba ambalo ni refu kuliko mabomba yote ambayo ni heated gas duniani, limewekwa Tanzania tuna promote ile bandari ya bandari ya Tanga. Leo mtu aje akwambie hii usiiendeleze, kwa sababu tunakuendelezea moja. Tunataka tufungue bandari ya Mtwara, tumefanya investment ya bilioni 337, ili kusudi mafuta yanayosafirishwa yasiwe yanateremkia Dar es Salaam, yanayoenda kusini, kusudi wananchi wa kule bei iwe chini. Tunatengeneza barabara ya kutoka Mtwara mpaka Mbamba Bay na kukonekti mpaka Nkata Bay ili mizigo ya Malawi iwe inaenda mpaka Mtwara tupate uchumi. Mtu anakuambia msiendeleze bandari ya Lindi, tusiendeleze bandari ya Kilwa ambao ni the oldest port katika Afrika tangu kwenye business za barter trade, za, za, za, za, za, za, za barter trade bati wakina bidi mapipa ma, ma, ma, uji nani matuta walivyokuwa wanakuja mwaka elfu moja mia nane thelathini na mbili, tusiendelezi? Sasa mnaweza mkaelewa. Unajua, business ni kutumia akili. Ninyi mna survive kwa sababu mnatumia brain pamoja na kero hizi za TRA na nini na ndiyo maana tumekutana hapa tudiskasi, ili hizi problem zingine tuzisafishe haraka haraka. Kwa hiyo ndugu nukuka...